Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na wananchi wa mtaa wa Iyela One umeweza kufanikiwa kumpata mtoto mchanga wa siku 9 aliyekuwa ameibiwa tangu kuzaliwa kwake, na huyu mtoto ambaye alipotea alikuwa anaitwa, ambaye aliibiwa anaitwa Isak au Isaka Ambwene, na aliibiwa na watu wasiofahamika. Ni kwamba mnamo E, tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa tano za usiku, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya lilipokea taarifa kutoka kwa mjumbe wa serikali ya mtaa wa Iyela ambaye anajulikana kwa, ma, kwa majina ya Ambakisye Kilundu akijulisha kwamba mtoto mchanga Isaka Ambwene jinsia ya kiume mwenye siku tisa umri wa siku tisa l tangu kuzaliwa kwa kwake ametoweka pale nyumbani na watu wasiofahamika. Ndipo mama mzazi wa huyo mtoto eh, ambaye anaitwa Neema Mkunywa mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, mkazi wa Iyela One, alieleza kuwa akiwa nyumbani kwake siku hiyo alitembelewa na ndugu yake ambaye alifika pale majira ya saa kumi na mbili za jioni, na ndugu yake kama mgeni aliyokuwa kumtembelea anaitwa Rukia Mohamed miaka ishirini na saba ambaye anakaa eh, makazi hayo ya Iyela na ni dada yake. Kwa hiyo alimpokea kama mgeni na wakakaa naye wakaongea naye, na baada ya maongezi hayo aliamua kuondoka na alimsindikiza, huku huyu mama mzazi wa mtoto huyu mchanga wa, wa siku tisa akamwacha mtoto ndani akiwa amemlaza na akarudishia mlango na e, huyo kumsindikiza dada yake mpaka e, umbali fulani na kisha akarudi, na aliporudi ndipo alipokuta huyo mtoto wa siku tisa hakuwepo pale ndani. Jitihada za upelelezi kwa kushirikiana na wananchi mbali mbali ili kumtafuta huyo mtoto ziliweza kufanika, na ndipo mnamo tarehe kumi na tano mwezi huu wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tatu za usiku mtoto huyo aliweza kupatikana akiwa ametelekezwa kwenye eneo jirani na na, na, na nyumba wanaoishi huyu baba na mama wa huyu mtoto wa miezi kwa siku tisa yani, kwa maana kwamba nyumba ilipo na ndipo ilipokuwa amemweka huyo mtoto hapo jirani kwayo, mbea, ya yake, marumu, matukuka, machaya. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa Mbeya linaendelea chini ya vikosi vyake maalum vya kufuatilia matukio kama haya kwa ajili ya kupata nani aliyekuwa amemchukua huyu mtoto alikuwa ana nia gani na alikuwa anampeleka wapi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi eh, juhudi zinaendelea kufanyika ili tuweze kumpata, na baada ya kuweza kukamilika, wahusika wakipatikana, watafikishwa mahakamani kwa ajili ya kuchukuliwa hatua.